Ni kwa wakati mwingine tena, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa kwenye chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri ndani na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu katika meza yetu ya habari tunayo habari inayohusu maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kufuatia tamko zito alilolitoa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan siku ya jana tarehe 19 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 juu ya watu pamoja na wanaharakati kutoka nje na kuja kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania siku za hivi karibuni. Kabla ya mheshimiwa rais kutoa tamko hilo, kumekuwa na kashikashi nyingi sana, hasa kuelekea kutajwa kwa kesi za mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu mahakamani. Wapo wanaharakati mbalimbali pamoja na waliowahi kuwa viongozi wa sheria kutoka mataifa jirani na Tanzania waliotaka kuingia nchini wakidai kuwa lengo lao ni kuungana na Lissu kwenye kesi zake mahakamani, lakini vyombo husika vya Tanzania viliweza kufanya kazi yake kwa kuhakikisha kuwa nchi ya Tanzania inaendelea kuwa salama kwa kutoruhusu watu hao kutua nchini, kwa kuwazuia pindi walipofika uwanja wa ndege. Ingawa wengine wanadaiwa kushikiliwa na mamlaka za kiusalama za Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania haijalisemea jambo hilo bado. Tarehe 19 mwezi huu wa tano, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alitoa tamko zito sana jijini Dar es Salaam siku hiyo, wakati akizindua sera ya mambo ya nje ya mwaka 2021 toleo la mwaka 2024. Naomba nimnukuu hapa makamu mwenyekiti wa CHADEMA aliyoyazungumza kufuatia tamko hilo la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, John Heche. Anazungumza hapa, anasema nimesikia kauli ya rais leo kwa masikitiko makubwa, niseme kuteka watu, kuua watu na kuwapa watu kesi za uongo sio mambo ya ndani ya nchi. Dunia hii haiwezi kunyamazia uovu na matendo ya kidhalimu. Dunia haikunyamazia uovu wa makaburu kule Afrika Kusini. Dunia haitanyamaza dhidi ya mtu yeyote anayekiuka haki za binadamu. Hayo ni maneno ya John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Anaendelea hapa John Heche kwa kusema Dunia haitanyamaza kama mnakamata watu na kuwapa kesi za uongo, mjue, dunia ni kijiji na haitakaa kimya. Mnaweza kutumia mabavu, mnaweza kutumia mabavu hapa ndani na kukontrol vyombo vya habari, lakini wengine watasema na watu watajua uovu wenu. Haya ni maneno ambayo John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ameyazungumza siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025, kufuatia tamko zito alilolitoa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, e, siku hiyo ya jana kuhusu watu mbalimbali mbali, pamoja na wanaharakati mbalimbali mbali kutoka nje kuingia ndani ya nchi ya Tanzania na kisha kuingilia mambo ya nchi ya Tanzania. Na hayo ambayo ameyazungumza makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameyazungumza kwa kuyaandika na kuyachapisha kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, lakini ninaona ni muhimu niweze kunukuu ama kukukumbusha kwa kunukuu kauli ya rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa siku ya jana tarehe 19 Mei mwaka huu wa 2025, ili ilikusudi uweze kupata kufahamu na kuelewa kwa kina kuhusiana na habari hii.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 pamoja na raia wa kigeni na sekta zao binafsi kuja kuwekeza nchini Tanzania, akieleza kuwa sasa sera ya mambo ya nje inawatambua rasmi kama wabia muhimu wa maendeleo ya Tanzania. Akiongea pia jijini Dar es Salaam siku ya Mei 19 mwaka huu wa 2025, wakati akizindua sera ya mambo ya nje, Rais Dr Samia alieleza kuwa uhusiano na diplomasia ya kimataifa ni suala linalohusu pia ulinzi na usalama wa nchi, hivyo ameviagiza vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania kuhakikisha kuwa wanajidhatiti katika kudhibiti vitendo vya uhalifu wa kuvuka mipaka pamoja na matendo ya kigaidi yanayoendelea kote duniani kwa kuhakikisha mipaka inakuwa salama na amani inatamalaki nchini. Amewahamasisha Watanzania wanaoishi nchi za nje kuwa mabalozi wema wa Tanzania kwa kutangaza mazuri na fursa zinazopatikana nchini Tanzania. Rais Samia ametoa wito pia kwa Watanzania hususan vijana pamoja na sekta binafsi nchini kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii zilizopo nchini, akizitaka mamlaka zinazosimamia ajira nje ya nchi kuja na sera na sheria rafiki kwa Watanzania ili waweze kufaidika na mahusiano mema ya Tanzania na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakitoa fursa za ajira kwa raia wa kigeni. Hayo ndio maneno ambayo aliyazungumza ama aliyatamka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassani siku ya jana, Mei 19 mwaka huu wa 2025 jijini Dar es Salaam. Hii ndio imekuwa habari ambayo na tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako